Wakati sekta ya utalii ikiongoza katika ukusanyaji wa fedha za kigeni kutokana na shughuli za utalii, mnyama twiga ametajwa kuwa mnyama pekee ambaye amekuwa akivutia watalii wengi kutoka mataifa mbalimbali wanaokuja kutembelea hifadhi za taifa hapa nchini, na hii ni kutokana na tabia yake ya kujali na kutunza familia yake ikilinganishwa na wanyama wengine. Mnyama twiga ni mnyama ambaye hutembea kwa madaha maringo huku akiwa miongoni mwa wanyama wanaopatikana kwa wingi katika hifadhi za taifa. Twiga ni mnyama ambaye ni mpole lakini pia ni mnyama ambaye anaishi kwa ushirikiano mkubwa sana baina ya yeye na wanyama wengine. Kivipi? Uh, twiga kwanza ni mnyama ambaye anakula majani na asilimia kubwa chakula pendwa kwake ni miti ya akasia au migunga kwa Kiswahili. Richa ya mnyama huyu kuwa na sifa rukuki, lakini ni miongoni mwa wanyama ambao wanatajwa kuwa na mchango mkubwa katika sekta hii ya utalii. Kwanza ni mnyama ambaye ni very caring. Anajua sana kujali familia kwanza. Hata ukiangalia namna ya uzao wake huwa anazaa huku akiwa amesimama, hiyo yote katika hali ya kuangalia mbali maeneo tofauti tofauti, kwa ajili ya kuweza kujua au kuangalia hatari yoyote, na hiyo yote huwa anaza kwa amesimama kwa ajili ya kumlinda mtoto. Pia na akisha za a, ni mnyama ambaye hata ikitokea hatari sio zaidi kumwacha mtoto akiwa mwenyewe na yeye kukimbia akamwacha mtoto. Pia watalii wanapenda kujifunza vitu kama hivyo. Watalii wengi wanakuja na wanauliza pia, je, anawezaje? Anaweza kwa sababu ana uwezo, lakini ana akili ya kuitunza familia kwamba mtoto akizaliwa huwa anahakikisha mtoto anakuwa salama, na kama kudhurika basi aanze yeye ndipo mtoto afuate, na hata akiwa katika safari zao huwa anamtanguliza mtoto mbele, anakuwa katikati ya miguu ya mbele naye anakuwa nyuma. Shirika la hifadhi za taifa TANAPA linazindua programu tumizi ya kimtandao na jarida maalum la TANAPA, lengo likiwa ni kuvutia watalii kutoka mataifa mbalimbali. Tanapa go up ni jukwaa la kidigitali liliobuniwa na shirika la hifadhi za taifa Tanzania kwa lengo la kuboresha utoaji wa huduma mbalimbali kwa wageni wale wanao tembelea hifadhi na wale ambao wanapanga safari zao kwenda kutembelea maeneo mbalimbali ya hifadhi za taifa. Pamoja na application hii pia leo hii nitazindulia jarida la utalii la Tanapa ambalo ni toleo la kwanza, lakini limesheheni mambo mbalimbali mbali ambayo tunalenga kuweza kuwapasha jamii ya watanzania na nje ya Tanzania kwa wale ambao wanaweza ku access jarida hilo waweze kupata taarifa sahihi kuhusu utalii na vivutio vya utalii tulivyo navyo katika nchi yetu hususan kwenye hifadhi za taifa. Uh, minajili hii ya kazi kubwa ambayo Tanapa wameifanya, pia nizitake taasisi nyingine za wizara kukamilisha kile ambacho na wao kwenye upande wao, wengine wameshafanya. Najua TFS wana e misitu lakini eh, Ngorongoro wana kitu wanaita safari poto something. Kwa hiyo wengine wote Tawa sijasikia kitu, kwa nitumie pia platform hii kusema sio mbaya kuja kujifunza apa, uh, zao, kwa wenzetu Tanapa na kuweza ku develop application zao wateja waweze kwenda, lakini ila mwisho ni muhimu sana na mwakilishi wa TTB nimeambiwa upo ni nani ambaye yupo? E, sasa hapa kuna changamoto moja lazima tuiseme kwamba Tanapa ametengeneza api yake watu watakwenda kwenye hifadhi za Tanapa. Tawa anatengeneza ya kwake, misitu anatengeneza ya kwao. Ni vizuri kwa kuanzia. Kwa lakini kama taifa lazima twende kwenye integration sasa. Ifike hatua unaingia kwenye api ya Tanapa lakini unaweza pia kulipa kwenye misitu, unaweza kulipa kwenye unaweza kulipa kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo hiyo hiyo ni hatua ambayo eh, TTB muisimamie ya kufanya integrations tuwe na apps hizi za kwenye taasisi lakini tujekuwa na app ambayo sasa ni ya kitaifa.